Unaona, katika maisha haya watu wanafanya vitu kinyume na watu wengine, na sana sana, kama watu wamekugundua kwamba wewe ni mtu mpole, mtu mwenye moyo mwe msafi, hauna neno na watu, na hata pengine unaitanishwa na Mungu, kama pengine ni mhubiri au ni mtu ambaye umejitolea sana kimambo ya huduma, mambo ya kanisa. Na watu wengi wanakujua kama mtu wa Mungu. Sasa watu wanaweza kufanyia vituko, lakini wana expect ya kwamba wewe kwa sababu unaitwa nesho na Mungu utawasamehe. Ni jambo ambalo uh, limepumbazika kwa mioyo ya watu wengi. Yaani, wewe wakubebe kama maji tu, kama chochote ambacho hakina maana. Ukirudisha, wanaanza kukutukana wakikuita majina na kusema o, ulikuwa unasema we ni mtu wa Mungu, mbona unafanya hii? Kama hapa kuna wengi wananifundisha, wananitumia message, wengine wananiambia, mbona aposto unafundisha hii video, mafundisha aina hii na wewe ni mtu wa Mungu? Nilikwisha kuambia kwamba mtu wa Mungu ni kanisani. Hapa katika duka langu, Niite vile unavyotaka. Kama unaona yale nafundisha katika duka langu haifai kwa mtu wa Mungu, wewe niite vile unapendezwa. Una kuna watu hapa wananiita mchawi, kuna watu wananiita mganga wa, wa, wa, wa kienyeji habo, habo doktor, kuna watu wananiita witch doctor, kuna watu wananiita witch um, uh, prophet, kuna watu wananiita, kuna watu wananiita bishop kila mtu kuna vile ananitazama, alafu ufunuo unakuja kwake kwamba huyu mtu ni mtu fulani. Sasa wewe haujakatazwa kuniita vile unavyotaka, maana hivyo ndivyo ulivyofunuliwa, lakini usinilazimishe kuwa vile wewe una, unataka wewe. Ni ruhusu niwe vile ninaonekana kwa macho yako. Hapa ninafundisha suluhisho za maisha ya wanadamu. Hii si channel ya kanisa fulani, watu wa imani fulani, uh, ida Wahindi ama wa, wa Kristo walokole ama Waislamu. Uh, hii ni chanel ya wanadamu, chaneli ya kuofa, uh, mbinu na majibu na maswali na mwelekeo katika maisha ya mwanadamu. Sasa mtu yoyote aliye mwanadamu anaweza kuingia hapa akasikiza, akaona hii itanifaa, anachukua mwingine. Na anasikiza anaona, hii hainifai, ngoja nisikize hiyo ingine tena. Anasikiza ile ingine, anaona hiyo ingine inamfaa, anachukua. Si kila video ninatoa hapa inafaa kila mtu, hapana. Kila fundisho ninatoa hapa lina watu specific ambao ni wao wenyewe ndio wenye hiyo sasa hili la leo ni hatari sana, hii ya leo ni hatari na ndiyo maana nawaomba mnielewe, kwamba ninalazimika kufundisha hili kwa sababu wengi wanaumia na wengi wanapata matatizo, lakini Daktari Wilson Tayo yuko, Mungu amemjalia na hiyo neema na hiyo ufahamu, naweza nikakufunulia siri ya kukamatana na wale ambao wanataka kukuzika kabla hawajakuzika, kabla wakati wako kujafika. Wewe unaweza kuwaondoa na kuwazika kabla wakati wao, na yale maovu tu ambao wamekupangia ndiyo atakayorudi kwao. Maandiko inasema, neno la Mungu linasema kwamba ile shimo waliokuchimbia watatumbukia wao wenyewe. Kuna mtu mmoja katika kile kitabu cha um, Kitabu cha Esther. Huyu jamaa anaitwa Haman. Haman alipanga mpango kusulubisha Mordekai na akaandaa kabisa hata msalaba ile inaitwa kwa kizungu galo, ili kuhakikisha kwamba ombi lake likikubaliwa na mfalme, basi asubuhi na mapema Modekai asulubiwe. Lakini bahati mbaya, kuna mtu alikuwa anafunga na kuomba na Modekai alikuwa pia anafunga na kuomba akimngoja Bwana. Mfalume akatabika sana na katika palasi, jamaa anaitwa Haman akarauka asubuhi na mapema, ili kwenda kuomba ile ombi kama Modekai asulubiwe. Kuna watu ambao wanakupangia usulubiwe, kuna watu wanapanga usiendelee. Kuna watu wanapanga watoto wako wasisome. Kuna watu wanapanga mke wako aingiwe na pepo akuache. Kuna watu wanapanga mumeo awe mlevi kweli kweli, afuate wanawake wengine. Kuna watu wanakupangia ili usicheke na uwe na amani na mumeo. Kama ni mchungaji, kuna watu wameroga kanisa, watu wamefanya kanisa haikuji watu, na watu wakija wa maana wanaondoka kuna watu wameroga kanisa, kuna watu wanaroga mahali mnaabudia, kuna watu ambao wanaroga hata jamii yako. Unaongea na watu hawakusikii kama ni mchungaji, unatabika miaka mingi, unakuwa ni mtu ambao hakuna mtu anakuelewa, hakuna mtu anakupokea, hakuna mtu anasimama na wewe. Ukiangalia huku nji, unaona wahubiri ambao hata hawana mzigo, wana michezo tu mingi, wanapata watu wa kusimama na wao wanapata watu kanisani walio na mwelekeo, watu wanawasikiliza na wana kitu ya maana ya kuofa watu, lakini wana wanaongea vituko, wanafanya vituko tu na watu wanawasapoti, wanatoa pesa pale, kanisa linajengwa. Lakini wewe mtumishi wa Mungu una mzigo na unatafuta Mungu akujalie wa kupata watu ambao wanaweza simama, na uwezi pata watu ambao wamekuchimbia hiyo na watu ambao wamekuseti hivyo, ni watu wanakujua. Leo nitakufundisha jinsi ya kuzika maadui zako kabla wajakuzika. Ikiwa wewe utakaa ukingoja na kusema oh, wacha nimwamini Mungu, nimemwachia Mungu, wemwachie Mungu, lakini uelewe kwamba utaendelea kuangaika. Wokovu unatupatia maarifa na hekima. Kuokoka si kuwa mpumbavu na kuwa mjinga, kuokoka ni kuerevuka na kuwa hodari katika Bwana ili kujua kutumia silaha zote za kiroho kutusaidia sisi kupokea vitu ambavyo ni vyetu na kumiliki vitu ambavyo Mungu ametaka tumiliki. Adui hatachukua vitu vyako kwa lazima. Pigana na yeye na maarifa ya kiroho ambayo ninakupatia leo katika hii video, zika wale ambao wanapanga kukuzika kabla wakati waondolee amani. Maandiko yanasema there is no peace for the wicked, yani hakuna amani kwa mtu mwovu. Sasa wewe ndio unafaa usababishe hii amani itoke kwa mtu mwovu, kwa sababu wanakupangia uovu. Sasa utafanya nini kama kuna mtu ambaye anakupangia, anakuazia, anakuendea mikakati kwa wachawi na kwa waganga na kwa warogi anapanga ya kwamba usiendelee usifaulu, nyumba yako isisimane, hata kujenga. Wamekuroga aujengi, ulianzisha nyumba iko nusu, na kutoka hapo pesa hazikuji. Biashara tangu ianze hiyo biashara ilikuwa inaenda vizuri, lakini kuna mtu ambaye amekuja akafanya vituko. Sasa hiyo biashara haiendi vizuri, hata umeingia kwa deni kubwa sana, una maloni, una deni lakini mahali hela inatoka ndio uweze kurudisha, wameiroga hiyo kazi. Na wewe unaniambia aposto, usifundishe mafundisho aina hii. Unataka nifundishe gani? Haya ninayofundisha ndiyo yatapeana suluhisho, maana ile yenu ya kuomba kila siku, kuomba na kufunga na kutoa dhabihu na sacrifice imekataa kuwajibu, imekataa. Mnatoa dhabihu, mnatoa sacrifice, mnafunga, mnaomba na, munatoa na fungu za kumi mnatoa na wahubiri mnasimama nao televisheni zao mnasapoti vipindi, lakini bado shida ile uko nayo tena kwa wingi, ni kama ndio inaongezeka. Wewe nisikilize, bwana, achana mambo ya watu, fuata hii mwelekeo na kupatia kwa hii video, itakupatia msaada. Kwanza, madhabahu ya adui wako ikiangushwa, adui wako hana mahali pa kusimama. Nguvu za adui wako zikilemazwa, basi adui wako atakosa mahali pa kusimama. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu atakapopiga mkono wake, akiinua mkono wake kukusaidia, wale waliosaidiwa na wale waliosaidika wote wataanguka. Adui wako mwenye anampa nguvu ya kukupiga atapigwa. Sasa video hii, wacha ikusaidia kuangusha madabahu kuangusha uwezo na kuzika wala ambao wanapanga wewe uondoke kabla wakati. Utafanya nini? Tafuta ule ndege, ndege mnyama, kwa Kizungu anaitwa bb, Kiswahili bat, bat. Bat sijui vile anaitwa, lakini nyinyi Waswahili, Mungu awajalie, wa mtafute kujua hapo kwa comment Andika hapo kwa comment, nijue majina yake kwa Kiswahili. Kizungu anaitwa bat P-A-T, bat ndege ule mnyama, anakaa na miguu juu alafu kichwa inaangalia chini. Mara nyingi anapenda kuingia kwa manyumba, alafu anatengeneza nafasi kule, anakunia kunia ovyovyo kwa manyumba, atumiwa sana na wachawi anatumiwa sana na wachawi. Tafuta huyo alafu tafute picha ya mtu yule ambaye amekukalia ngumu, kwamba wewe hutaendelea, yule ambaye anataka kukuondoa duniani kabla wakati, tafuta picha yake. Jambo la tatu, utakata hiyo hiyo ndege, upate zile damu damu za hiyo ndege, ndiyo nataka utumie utazitumia kama ink kama wino wa kuandika. Utafaa ujue majina ya ule mtu ambaye umepata picha yake huyo. Jambo la pili unafaa ujue alizaliwa lini, mwezi na mwaka na siku. Utaandika majina yake nyuma ya hiyo picha ukitumia wino wa damu ya huyo mnyama ambapo nimemwita ndege huyo jambo la pili, utaandika tarehe ya pilu kuzaliwa mwezi na mwaka pia chini ya hiyo picha. Upande huo mwingine wa picha mahali lipo sura yake, utapaka sura yake hiyo damu, alafu utaomba useme maneno yenye unataka kuhusiana na huyo jamaa. Hii ni video inahusika na vita peke yake. Hii si pic video ya mazuri. Hii ni mambo ya vita, spiritual war vita vya kiroho. Hii haitumiki kwa mambo mazuri. Hii ni mambo ya hatari na mambo mabaya na mambo ambayo usicheze nayo. Iwapo unajua ya kwamba uh, hauna hakika kabisa yule jamaa ambaye unachukua picha yake kumpiga vita hii ya hii video na kumfanyia risipi hii, unajua kabisa, una hakika kama yeye ndio anakuchimbia hiyo shimo, usifanye nini usiitumia hii video, haiwezi fanya kazi kwa mtu ambaye hakukukosea. Utakapo ijaribu na ufanye hii kazi na hii risipi, lakini mtu yule hakukosea, haitafanya kazi kwake, lakini bahati mbaya itarudi kwako. So kama una hakika, usijaribu. Jambo la pili, usifanyie mtu ambaye ako innocent, aja kukosea chini tu kutokana na wivu wako na roho mbaya na mawazo mabaya, we mwenyewe uanze kutunga na uanze kutarget mtu ukitumia maarifa haya. Haya maarifa siyaweke hapa kuumiza watu haya, Haya maarifa nayaweka hapa kusaidia watu, siweki kuumiza watu. Wale ambao mnatumia maarifa zangu na video zangu kupiga watu vita na kuumiza watu bila makosa yoyote, hii video haitakusapoti ukifanya hivyo itakukula wewe. Sasa nakuomba usijaribu kama una hakika na kama jamaa hajakosea, we muombee Mungu na ubaki na upendo wa Kristo ama upendo wa Mungu vile unavyochukulia. Ukishamaliza kuandika, sema yale maneno unataka target kwa target wako huyo, sema yale maneno unataka, alafu nenda ukachukue ile kitu ya kuchimba kaburi, spade kachukue nenda makaburini na hiyo picha, maeneo ambapo wanazika watu, nenda hapo mali ukachimbe. Ukisha chimba zika hiyo picha, funika, useme maneno yale ambao wanasemwa wakati unazika mtu. Alafu jambo lingine chukua maua, wekelea juu yake, useme yale ambao unasema, alafu uondoke. Hiyo picha vile itakaa hapo ikiendelea kuoza ndivyo maisha ya yule jamaa itaendelea kuwa itaenda hivyo mpaka kwa target ambayo utakuwa umeiwekea pale. Naomba wanangu, msifanye hii maarifa. Nimesukumwa kuwaambia kwa sababu kuna mambo mengi naangalia. Watu nikifanya screening ama spiritual mapping, ninaona target kadhaa ambazo zinasababisha watu wanapita shida ile. So ninaona kuna watu ambao wanapanga kuondoa watu fulani, na wanangu hapa, wanaofuata chaneli zangu hawajui haya maarifa, lakini wengi mnaofuata chaneli zangu, wengi ninyi ni Wakristo, wengi ninyi mnamwamini Mungu, wengi ninyi mnasema kulipisha ni Mungu, ndiye atalipisha kizazi wale. Ni sawa na ni kweli, Mungu atakulipia, lakini kwa maarifa unayochukua pia hatua Mungu atakulipia. Maana Mungu hafanyi jambo lolote duniani isipokuwa kutumia wanadamu, manabii. Wewe simama kama mchombo, wewe ndio macho ya Mungu, wewe ndio mikono ya Mungu, wewe ndio miguu ya Mungu. Kama utatembea hatatembea, usiponena hata nena, usipoenda hata enda, usipoguza hata guza. Wewe ni mkono wake, na wewe ni wewe ndio Mungu anatumia Inuka mtu wa Mungu, usikufia mali ulipo, ukisema unangoja Mungu atakupigania naye. Mungu anataka uchukue silaha za kiroho ili upigane, maana amekupa nguvu na amekupa kibali. Sasa inashangaza, situmie hii nafasi, waondoe wale wanataka uondoke kabla wakati, wazike wale wanataka uzikwe kabla wakati, walemaze wale wanataka ulemae kabla wakati. Rudisha mishale kwao, sababisha kambi yao iwe na matatizo, ili wafio wasikie vile wanataka usikie. Mungu awabariki, Mungu awasimamishe. Semina hiyo inayokuja mwezi wa nne tarehe kumi na nane mpaka tarehe uh, ishirini mwezi wa nne ni semina ambayo ninawaandalia kwa kusudi jema sana. Nawaomba watu wanaotoka nchi mbalimbali mjikaze na mulete ripoti kuanzia tarehe kumi na tano mwezi wa nne ndio siku ya mwisho wa sisi kupokea namba ya wale wageni wanaotoka nchi za nje. Kuna wale wanatoka Uganda, kuna wale wanatoka Rwanda, Burundi, kuna watu wanatoka Tanzania, kuna watu wanatoka Namibia, kuna watu wanatoka Malawi, Zambia, na Zimbabwe South Africa, kuna watu wanatoka Nigeria, Ghana na watu wanatoka hapa sehemu za UK, Europe, kama kuna watu wanakuja, na waomba nyote mtume ripoti mapema, kwa sababu tunawaandalia mahali pa kulala ili usilipe, pia tunawaandalia vile mnaweza kula. Kwa wageni wa kimataifa wale mnatoka nchi za nje, tunawaandalia mali vile mtakula na vile mtakunywa na pia vile mtalala. Kwa hivyo nawaomba mtume ripoti mapema, mwisho wa kujua namba ya watu. Kama ikifika tarehe kumi na tano mwezi wa nne, hapo ndio mwisho. Hatutakuwa na uwezo baada ya tarehe kumi na tano wa kusaidia mtu apate accommodation au kusaidia mtu apate chakula. Utakapopitisha hiyo na unakuja basi, wewe mwenyewe utaingia kwa mkutano, tutakuonyesha mahali pa kununua nyumba, tutakuonyesha mahali pa kununua chakula. Mungu akubariki. Kama unataka tukuhesabie na tukuandalie, tumejiofa tunajitolea kuwasaidia watumishi wa Mungu wanaotamani maarifa haya, na kuna uwezo tofauti tofauti unawasumbua, tunajitolea kuwasaidia sehemu hiyo. Sisi wenyeji tutawapatia maeneo penye wanaweza kulala na kiti ambao wanaweza kula wakiwa katika mkutano huu. Wa siku tatu utakuwa katika kaunti ya Busia katika senta ambayo tunaita Bumala. Hapa Bumala ndio tutakuwa. Mungu awabariki. Matangazo yetu yatakuwa kwa redio, kwa TV, kila mahali na mabango yatafungwa kila maeneo. Mungu awabariki, karibu sana. Tumia hii video kwa hekima na kwa hofu ya Mungu. Utageti wale maadui zako na wewe Mungu atakusaidia. Asante.